Silver Strikers Football Club ni klabu ya soka ambayo makao yake ni Lilongwe mji mkuu wa Malawi. Timu hii ilianzishwa mwaka wa elfu moja na mia tisa sabini na saba kama timu ya watumishi wa Reserve Bank of Malawi. Hii ndiyo sababu jina lake la utani inafahamika kama The Bankers. Kwa awali walicheza katika ligi ndogo ndogo maeneo ya Lilongwe, na baadaye walipanda hadi kufikia ligi kuu ya Malawi, yani Super League. Mafanikio pamoja na rekodi, mabingwa ligi kuu ya Malawi TNM Super League ama Super League of Malawi, wameshinda ligi mara tisa mpaka sasa. Msimu uliopita wa 2024 2025 wameshinda taji la ligi baada ya miaka kumi na moja bila ubingwa. Silver Strikers ni timu ya pili kwa ukubwa nchini Malawi baada ya Nyasa Big Bullets, ambayo ni timu yenye mataji mengi zaidi nchini Malawi. Mashindano ya matawi, wamefuzu pia katika kombe la FAM Cup, wameshinda mara tatu, na Top 8 Cups, BP Airtel Top 8. Katika msimu wa 2024 20 walicheza vizuri sana, walikuwa dominant na walipata ubingwa kabla ya ligi kuisha, wakiwa na tofauti kubwa za pointi dhidi ya wapinzani wao. Nikupe sifa za timu hii pamoja na nguvu. Baadhi ya vitu vinavyofanya kuwa tishio: mfumo wa uongozi ni moja ya nguzo muhimu kwao. Pia, ujio wa kocha mpya Peter Mponda ambaye alisaidia kuleta mabadiliko. Ubora wa ulinzi, katika michezo mingi walikuwa bora katika eneo la ulinzi, walipunguza makosa na walipunguza kufungwa, jambo linalowawezesha kupata ushindi hata wakiwa ugenini. Na hayo yote zipo changamoto, kutokuwa na uzoefu mkubwa katika michezo ya kimataifa inawapelekea kutopewa nafasi kubwa sana watakapocheza dhidi ya Yanga katika mchezo huo wa mkondo wa pili, yani CAF Champions League. Silver Strikers waliitoa wa timu ya Elgeco Plus ya Madagascar. Mchezo wa kwanza wakiwa ugenini, Elgeco Plus moja Silver Strikers moja. Na mchezo wa marudiano uliisha kwa sare ya bila kufungana. Mchezo uliochezwa kwenye uwanja wa Bingu Stadium, Lilongwe. Dokes Daniel, Sauti Kuu Sports.